nikitoka huko hiyo saa kumi na moja kuja kufika huku saa mbili ninakuwa nimechelewa vipindi vya darasani. Kwa hivi dar daraja hili likishaanza kutumika litaturahisishia kuwahi shule, sio lazima nitumie vivuko, hata kwa miguu naweza nitatembea. Daraja hiyo itanisaidia nitakuwa nawahi kufika shuleni, mwalimu hata nipa adhabu kama kama mwanzo. Nitaamka asubuhi na mapema nitapitia darajani au nitanunua baskeli nitakuwa nawai kuja shule. Daraja hili litanisaidia sana na historia kubwa mi na mama Samia kwa kutujengea daraja hili, kwa sababu wazazi mama zangu kutumia daraja kwao. Namshukuru mama Samia kwa kutujengea daraja hili, ni historia kubwa sana hii. Daraja liko karibu kufunguliwa, sisi kwa wanafunzi, yaani kwa sasa hivi limetulahisishia kutupa njia ya kuweza kufika